mazingira kupitia upanzi wa mikoko katika wodi ya Sabaki eneo bunge la Magarini ili kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Wakizungumza na wanaharakati katika zoezi la upanzi wa mikoko, jamii hiyo kwa ushirikiano na washikadau wengine wamedokeza kuwa takriban miche laki mbili ya mikoko imepandwa katika eneo hilo. Wamekariri kuwa mpango huo ni kati ya ruwaza ya serikali inayolenga kupanda miti bilioni 10 ifikapo mwaka 2032, jambo ambalo litasaidia kupa kubwa katika kuboresha mazingira. E, katika ukataji wa miti ue, zamani ilikuwa juu zaidi kabla ya kupata hii hamasa na kushirikiana na washikadao kuwa tupande kwa sababu ina uzuri wake. Kwa hivyo hata miti kadhaa ambayo ilikuwako kwa uchache lakini ilikatwa kwa sababu wengine hawakujua kuwa huu nao ni mkoko. E, so ilipotea hivyo kwa kukatwa. Uh, we are planting uh, 200,000 mangrove uh, trees.

Serikali imetoa leseni ya uchimbaji maadini kwa kampuni ya Chinswan inayochimba maadini ya diatomite katika eneo bunge la Tiati katika kaunti ya Baringo. Hatua hii imefungua nafasi kwa mradi wa kwanza wa uchimbaji wa wa uchimbaji maadini.